Habari, karibuni tena katika kipindi chetu cha kila wiki kinachokuhabarisha kuhusu mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam na kuletwa kwenu na Vertex International Securities, nikilipoti kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine mjini Morogoro. Pamoja nanyi leo hii ni mimi Franco Atilio. Kwa wiki inayoishia tarehe mbili Mei 2025, mauzo katika soko la hisa la Dar es Salaam yaliongezeka kwa asilimia 11.38 kutoka shilingi bilioni 3.57 hadi shilingi bilioni 3.97. Kiasi cha hisa kilichouzwa kiliongezeka pia kwa asilimia 12.58 kutoka hisa milioni 4.46 hadi hisa milioni 5.02. Jumla mtaji wa soko uliongezeka kwa asilimia 1.27 kutoka shilingi tilioni 18.92 hadi shilingi tilioni 19.16. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za TPCC, EABL, NICOL na DCB, ambapo TPCC iliongezeka bei kwa asilimia 64 EABL iliongezeka bei kwa asilimia mbili nukta nane sita NICOL iliongezeka bei kwa asilimia nne nukta tatu tano na DCB iliongezeka bei kwa asilimia nne nukta sufuri nane. Mtaji wa soko la ndani uliongezeka kwa asilimia moja nukta mbili sita kutoka shilingi trilioni kumi na mbili nukta tisa saba hadi shilingi trilioni kumi na tatu nukta moja tatu saba kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za TPCC ambazo ziliongezeka kwa shilingi 260, NICOL ambazo ziliongezeka kwa shilingi 30 na DCB ambazo ziliongezeka kwa shilingi kumi. CRDB iliongoza kwa idadi kubwa ya hisa zilizouzwa kwa asilimia 81.54 sawa na hisa milioni 4,091,197 ikifuatiwa na Vodacom kwa asilimia 9.05 sawa na hisa laki 454,167 ambazo ziliuza kupitia kaunta ya biashara ya makubaliano ya kabla yaani pre-arranged block trade. CRDB imeongoza kwa mauzo ya hisa wiki hii ikirekodi jumla ya shilingi bilioni 2.672 ambayo ni sawa na asilimia 79.73 ya mauzo yote, ikifuatiwa na Swissport ikirekodi jumla ya shilingi milioni 247 ambayo ni sawa na asilimia 7.37 huku TPCC ikirikodi jumla ya shilingi 123 milioni ambayo ni sawa na asilimia 3.69 ya maozo yote. Shughuli za soko wiki hii zilichangiwa na wawekezaji wa ndani kwa asilimia 99.99 tisa, tisa tisa, huku wawekezaji wa kigeni wakichangia asilimia 0.01 tu kwenye shughuli za soko wiki hii. Katika wiki kulikuwa na miamala 77 kwenye soko la hati fungani ambapo soko lilisajili takriban shilingi bilioni 61.03. Mnada wa dhamana za serikali za muda mrefu, yani treasury bond nambali 667 na wa miaka kumi uliofanywa na Benki Kuu ya Tanzania mnamo tarehe 30 Aprili ishirini ishirini na tano ulisajili zabuni 121 ambapo zabuni 88 zilifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 108. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mapitia soko la hisa la Dar es Salaam kwa wiki inayoishia tarehe 2 Mei 2025. Unaweza kupata huduma zetu za Vertex kupitia matawi yote ya shirika la posta yaliyopo nchi nzima. Tumekufikia, wekeza chap chap. Usiache kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo X Instagram, LinkedIn, YouTube pamoja na Facebook, ili kupata taarifa mbalimbali za mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam. Usisahau ku like kusubscribe, kushare na kucomment. Vertex International Securities, we turn financial visions into reality. Mpaka wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Franco Atilio.